Habarini za asubuhi, pole na kazi. Asante sana, mimi ni washukuru tu kwamba mmeona ninaweza kuja kwenye e, chombo chenu nikafanya mazungumzo na nyie asubuhi ya leo, maana tupo wengi, kwa nini niwe mimi? Mm-hmm, kwa wakati mwingine ninamshukuru yani ni Mungu kwanza aliyeniamsha salama na aliyewamsha nyie salama, lakini niwasalimia wa wasikilizaji wote watakaotusikia asubuhi ya leo kwa sababu nadhani ni watu wengi ambao walikuwa na kiu ya kusikia, kwa sababu mliwaambia kuna mwenyekiti wa chama. Hmm. Baada ya kupata mwaliko wenu jana, mimi niwashukuru tu kwamba eh, mimi ni ni, ni wakaribishe tu. Hata kama tukiwepo ofisini kama tukiwa na jambo lolote, msikae pembeni sana, msituache. Hmm. Tunapohitaji vyombo vya habari Kyela FM, mnakuwa mnabaki nyuma, mtaki kuja kuchukua habari zetu. Kwa sasa ninawaalika rasmi kama tante. Ah, tunatoa mwaliko sana. Tunatoa ah, mwaliko hata jana nilikuwa na na jana mlinitumia binti. Yes, yes, jana mlinitumia binti. Nilikuwa pia na mkutano na vyombo vya habari. Hey, na inabidi tu na tabia kualikana kama ambavyo yes, sisi tunakualika. Na wewe <laughs> mambo safi kabisa. Mambo yataenda sana. Siku <laughs> kinialika na wewe kasema mwenyekiti, karibu unakaribia vizuri. Si ndio? Karibu sana. Lakini eh, tunatamani eh, kufahamu zaidi umeingia madarakani miaka ya hivi karibuni, lakini pia kwenye uchaguzi uliokuwa umepita ulikuwa unapambana na e, mwanaume na kama mwanamama ulipata ushindi wa kishindo na kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kwa wilaya nzima ya Kyela. Kwanza e, una uonaje mwenyekiti, lakini pia tangu umeingia madarakani mpaka sasa tumetoka wapi wapi na tumefikia wapi? Oh, mimi namshukuru Mungu tu kwamba nimechaguliwa mwaka jana, ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe sita ndipo nilikabidhiwa kijiti hiki, lakini sijuti juti wala sikioni ni, ni, ni, mzigo kwa sababu nadhani Mungu amenipa jaribu ambalo naliweza. mm -hmm. na nitasimama nalo kwa sababu nakipenda sana chama changu, lakini ninasema hivyo, mtu mwingine anaweza kuona rahisi. hakuna mm -hmm. uongozi ulio rahisi kabisa. Kwa hiyo uongozi sio rahisi, unatakiwa upambanie, usimamie Mm. -hmm. usimamie maamuzi yako mnayoyamini. Mm. -hmm. Kwa mimi niwaambie tu wanawake wote ambao wananisikiliza pamoja na wanachama wangu, pamoja na wanaume. Kila mtu anaweza akisimamia maamuzi yake pasipo kumwonea mtu, fanya vitu kwa haki mm. Kwa hiyo uongozi unatoka kwa Mungu, lakini pia unahitaji kusimamia mm. Kwa hiyo niligombea nikiwa na wagombea wenzangu wanne mm. Mimi nikawa watano kama mwanamke. Kwa hiyo mimi ni mwenyekiti wa CHADEMA wilaya Kyela ambaye ninajisikia ya kike lakini ni, mwa, ni ndo mwenyekiti wa Kyela ndio ndo, mwenyekiti lakini hili hili linakupa kuwa diwani li, pengine lilikupa kidogo uh, kujiamini zaidi kwamba unaweza kashinda kwenye nafasi kwenye kiti uh, udiwani ni cheo cha kiserikali huwezi kufananisha. Ndiyo, na uzoefu kwenye kuongo, yaani kwenye kusimama sasa majukwani. Hapana, nilishakuwa mwenyekiti wa BAWACHA kata Ikimba miaka minne, BAWACHA wilaya ya Kyela maana ma ni mwenyekiti wa wanawake wilaya okay, ya Kyela miaka nane kwa ni mzoefu, ni mjumbe wa kamati tendaji kama miaka kumi huko kutangia huko nyuma, kwao nimeshafanya kazi za chama zinavyotakiwa. Kwa hiyo naweza nikafuata miongozo nikafuata katiba nikajisimamia kwa sababu chama chetu kinafundisha pia. Naam, ni zaidi ya mwaka mmoja sasa umekuwa madarakani. Mwelekeo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa wilaya ya Kyela unauona wapi? Ah, Kyela tuko salama, chama kiko vizuri viongozi wa kata matawi wako vizuri, na kazi za chama zinaendelea kiukweli, lakini tunasema sisi kama Kyela tuko salama vizuri kabisa, na chama kinaendelea vizuri, ila kuna matamko ya kitaifa ambayo sasa mwenyekiti wetu akija, atakwepo Mbeya tarehe 23 akitoa matamko, tutakuja pia kwenye vyombo vya habari kuambia msimamo wa chama ni nini, kwa sababu huwezi kusema no reform alafu leo ukasema msimamo wetu wa chama ni kwenda kwenye uchaguzi. Hapana. Kwa hiyo msimamo wetu wa chama unaendana na kanuni za chama, viongozi watakavyotuongoza. Lakini mwenyekiti akiona amefanya vikao ambavyo vinatupeleka kwenye uchaguzi, tutaingia kwenye uchaguzi. Lakini sasa hivi hatuwezi kukaa na maneno ya moja kwa moja. Kwa hiyo pengine katina kabla hatujama huko kipaumbele chako kikubwa sana ndani ya Chadema wakati unaomba na Mbegesi ndo alikuwa mwenyekiti pale. Ndiyo. Kipaumbele chako kikubwa sana na Chadema kilikuwa ni kipi ambacho unatamani kiwe kwa Kyela, na mtangulizi wako pengine naye e, wakati una, una jinadi, naamini wanachama walivutiwa na hicho. Kipaumbele changu ni kuwa na madiwani wengi, pia na kuchukua jimbo mm. na kuwa na wanawake wengi viongozi. Ndio yani hapa mimi natamani wanawake wengi wajiamini wawe viongozi, kwa sababu mwanamke ukijiamini unaweza ukachaguliwa na unaweza kaongoza. Lakini watu waache uoga kwamba mtagombea udiwani. Mimi mwanamke mishagombea udiwani, wakata mm. mwenyekiti wa halmashauri mimi nimegombea naye na yeye anaweza kukili wazi kwamba ni nini kilitokea mm. Kwao naweza nkasema kwenye uchaguzi ule nilishinda, lakini munda zake, kwa sababu alikuwa anataka madiwani anaowataka yeye aliwaweka Mm. Kwa hiyo ni sio mwenyekiti wa chama tu lakini pia ninaweza taka nikagombea vyeo vye vyote tu mida naweza kujisimamia ninakwenda sawa. Mm. Niligombea kata Ikimba. Kwa hiyo niligombea pamoja na Katule mimi ndo tulikuwa tumesimama mm, naye. Katika e, misingi hiyo, mmejipanga vipi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kama chama wilaya? Tumejipanga vizuri lakini, ndo kama nilivyokuambia, tuna misimamo yetu kama chama na viongozi wetu wa kitaifa watakuja kusema, yani tutakuja kuzindulia Mbeya tarehe 23. Mm. Kwa hiyo misimamo yetu ni kwenda kuchukua serikali. Mm. Ni kwenda kuchukua wabunge wengi, rais awe wa kwetu, pia madiwani wa kutosha, lakini kwa sasa hatuna tamko la moja kwa moja kwenda kwenye uchaguzi. Ndiyo. Mpaka vile vitu ambavyo vinatakiwa kubadilika vikabadilika. Mm. Ni miaka mingi sana chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa upande wa wilaya ya Kyela hasa kwenye uchaguzi mkuu kimekuwa kikisimamisha watu ambao wamekuwa imara sana na wamekuwa tishio kwa vyama vingine, lakini mara baada ya uchaguzi wamekuwa wakipotea na hawajulikani hata waliko. eh, labda uh, kama, uh, kama, kama chama mpango wenu ni upi ili kuhakikisha kwamba mnawalinda hawa watu, lakini pia mnatengeneza uongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka mtu anakuja kugombea? Mfano mkubwa ni serikali za mitaa tulizozifanya mwezi wa kumi, hata sisi CCM hawakuamini. Kila mahali tuliweka wagombea Mm. Na kwa vipindi vyote vilivyopita hawajawahi kuona wagombea wakiwekwa kama tulivyoweka mwaka jana. Kwa maana hiyo tunawambia tu kwamba sisi sio Chadema ile, yani sio Chadema. Hatuwezi ya kurudi ya nyuma. Tunaenda Kanani, tumetoka Misiri. mm. Kwa hiyo kila atakayekuja kugombea ajue kabisa kwamba ni mali ya chama. Ndiyo tutatafuta mtia nia ambaye ni mali ya chama hmm. ambaye hata kishindo atakuwa na wanachama wake. Hatutaki mtu akawakimbia wanachama wake. Kwa maana hiyo kwa sababu chama kimekuwa na kina wanachama wengi na kinaweza kujisimamia, kwa hata mtu atakaye kuja kugombea atakuwa imara, hatakuwa kama wale. Kwa maana hiyo tusitarajie yale ambayo tumeyaona elfu 2010 na 2015 hayawezi kurudia tena. Mm. Labda la, la, la, la, la, mwenyekiti, so tu tukirudi kwenye swala zima, kwa sababu kwa kiongozi wa chama naamini unapambania masilahi ya wananchi. Kyela unaiona toka umechaguliwa na huko mwanasiasa, unaiona napiga hatua kwenye maendeleo? Uh, sasa kwenye maendeleo, maendeleo ya jumla au ya chama? Yes, ya, nazungumzia uh, wewe ni mwanasiasa ambaye yaani, maendeleo ya jumla hakuna maendeleo yanayofanyika kwa sababu watu, nadhani kwa sababu wanachaguliwa wale wale hmm. wanafanya kazi kwa mazoea kama mmeona hii barabara ya kutoka Kyela mpaka Junction mm. wamekata mikokoa ya watu, wamekata mawese. Barabara ilikuwa kwenye mpango kazi wa kutengenezwa mm. lakini imesimama, na wananchi wamekaa sana, wamekaa kimya. Tuseme Watanzania au watu wa Kyela tumekuwa nyuki wa mashineni mm. hatuwezi kung'ata. Wakisema kalaleni, tutalala mm. amkeni, tutamka. Watawala hawezi kutufanyia vizuri mm. kwa sababu chama ni kile kile mm. leo kama mamlaka ya mji mdogo wako tu CCM wataenda kujadili kipi kipya? mm. Tutalinda chama hata angekuwa Chadema amenipa wote wawe wa kwangu, si mtangalia maslahi yangu mm. pengine, lakini mm -hmm. Panatakiwa ukitaka siasa imara mm. tuchanganyikane, tushindane kwa hoja tu, pengine yule mwingine uliyemwacha kule angekuwa na wazo la kufanya Kyela iende. Sasa tukisema wote kwa pamoja, Kyela kwanza Kupi, kupi, leo, leo, leo, leo ni chuka na maanisha ni kwamba uh, mbali na nafasi ya uenyekiti lakini uh, ukihudumu kwenye baraza la madiwani unajionea namna shughuli za maendeleo zinavyoenda hapa, uh, mjini. Wakati unaondoka ukiwa diwani, kulikuwa na vipande vichache vya lami hapa mjini, lakini leo naona kuna vipande vya lami. Hilo la pili, lakini kwenye vituo vya afya, naamini ulikuwa unaona Eh, kulikuwa na uchache, tulikuwa na kituo kikubwa kabisa cha Ipinda, leo nakuta mpaka njisi mara kila siku, kuna kunatoa huduma ya mama na mtoto, uone kama kuna kitu tunaenda labda. Kuna changamoto ndogo ndogo ndizo ambazo zinasababisha kila silo tangia nikiwa diwani tulikuwa nayo huduma mama na mtoto ilikuwepo, ilikuwepo, ilikuwa yani vitu vyote vinavyofanyika kwenye halmashauri mm. havitokei tu leo kwamba vimetokea Ndea. kuna kuwa na mpango mkakati ambao walishaanza ambao tulikuwepo, tumeujenga, tumeuchangia mm. ndio unakuja kutimiza kwa umekamilika, baada pengine umeona kuna vitu vimekamilika baada wale waliokuwepo wakamaliza mm. Lakini mimi niseme tu hata hizo lami vipande vichache ni Mheshimiwa IP Sanga ambaye alikuwa diwani wa Chadema alivyosimamia mambo ya kaya yamesimama, mm. bado kukaletea fujo, wakasimamisha barabara kwa makusudi maalum, yani makusudi, yani tu mtu ameamua kufanya vile, mm. kwao niseme tu, sehemu yoyote ukitaka mambo yaende, changanya watu mm. wache watu wachague watu wanaowataka, ambao wanaweza kuwatumikia kwa sababu mtu anaye ni Mtanzania ni mtu anaishi naye na anamfahamu. Uchaguzi ukiwa wa huru na haki, tukiwa na tume huru, haya mambo yote atakwenda sawa. Ndio, ni mwaka mmoja sasa umekuwa kwenye hiyo nafasi ya mwenyekiti, tunatamani kufahamu mafanikio yako tangu umekuwa mwenyekiti. Ah, kama mwenyekiti na, naweza kusema nina mafanikio yangu ni kuwa na, na uongozi kuanzia kwenye ma, misingi mpaka kata hmm. ni na viongozi ambao ni imara, wanaendelea kujenga chama, lakini huwezi kusema nina mafanikio mabaya wakati sina serikali, sina kitu chochote ambacho kinaweza kunifanya labda nika nikafanya vitu mabadiliko kwa haraka hivi, lakini mimi naona mabadiliko ni mazuri. Ukiangalia kwenye serikali za mitaa na fujo zote tulipata wenye viti. Tulipata wenye viti, ni kwamba jinsi gani watu wanakielewa chama na wanajua kinaweza kikawafanyia vizuri. mm -hmm. Ni vile tu watu wanaweza kukwamisha shughuli za watu kwa makusudi maalum. Kwa hiyo sisi tuna tunasema ipo usiku Hmm. Haya mambo yote yataishana mwenyekiti na, mimi na e, Tike hmm. Wakati haya tunazungumza, swali langu nafikiri atakuja kwenye msingi wa jana e, mlichokifanya chama cha demokrasia e, cha e, e, wa Chadema cha kuondoa kufutiwa wanachama aliyekuwa mwenezi wa Chadema wilaya Donard Mwaisango, hapo hapo kwenye makovu inaonekana, aonekana wewe wakati unachaguliwa kwa mwenyekiti, na wewe ulikuwa na safu yako ya watu ambao unataka ufanya nao kazi na ilikuwa wazi na ni watu wako karibu, lakini pia naye mwenyekiti e, alikuwa na watu wake ambao wanajua nitenda nao pengine. Kilichotokea jana mwenyekiti, ni bado ni makovu ya uchaguzi, ambapo inaonekana Mwaisango na wewe mlikuwa mnavutana, wewe unavutia kwako na yeye anavutia kwake, kwamba nani ni mbabe kwenye chama, ndicho kilichozalishwa jana. Sasa wewe uko kwenye taasisi hapa, taasisi kubwa kabisa, maanake ni chombo ambacho kina watu wanakitegemea. Yeah. unaweza ukawa zaidi ya meneja wako labda nijue kwa sababu mimi ni mwenyekiti yeah. Sasa kama mimi mwenyekiti, wewe unataka kuwajua yangu, maana yake sasa chama kinakuwa kinajiendesha chenyewe. Miongozi, nasemaje, miongozi mwenyekiti ndo msemaji wa mwisho. Ndio eh, mwenyekiti anaweza kujadiliana na katibu, lakini sio katibu amwamlishe mwenyekiti, lakini... au mwenezi amwamlishe mwenyekiti, hapana. Lakini inaonekana mwenyekiti ni kwamba Eh, kisiasa Moisango alikuwa na nguvu kubwa sana ndani ya CHADEMA kuliko mwanachadema yote kile. Ndio maana ndio maana pengine ulivyokuja wewe, ukoona Moisango nguvu yake ni kubwa ku, na afu wewe ndio mwenyekiti eh, anaonekana ukubwa ule, kwa sababu wenye viti wote walioongoza walionekana Moisango alikuwa chini ya Moisango, ndio maana alifanikiwa. Lakini wewe ukutaka kuwa mnyonge, ndio maana hutaki kuendelea naye kwenye kazi Yaani, hakuna mtu mkubwa kwenye hiki chama. Hiki chama ni kikubwa, huwezi kuamini. Kwa hiyo huwezi kusema mimi viki ni bora kuliko wale wote mm. wa kwenye kata thelathini na tatu. Hapana, hata mimi sio mkubwa kwenye hiki chama, ila ni mwenyekiti ambao unawaongoza kata thelathini na tatu. Ndio. Kwa hiyo mimi nikijiwekea kwamba yaani, bila mimi CHADEMA iye ndiyo hamna, rafiki mm. yangu. Hii CHADEMA inaenda tu, hata kama atatokea mtu mwingine leo, mimi nikakaa pembeni, kaa mwingine ana, anaenda nayo Ndiyo. ni migogoro gani au makovu gani akakai mwaka tu unakaa nao, unalibeba tu, unataka kupambana na mtu, ni makovu gani alafu ukiangalia, mimi ni mwanamke, lakini ni mwenyekiti jinsia hmm. ya kike ambaye wewe ni mwanaume mm. ambaye unaweza hata kuanambia leo, tukae chini ya mambo mm. yaishe mm. kwa hiyo baada ya hmm. Koyo, ba, ba, ba, ba, uchaguzi mwenyekiti baada ya uchaguzi kumalizika, wewe kama mwenyekiti Uh, katibu simwenezi kachaguliwa Mwaisango mm. Uh, umeku kana Mwaisango, baada ya kushinda uchaguzi, na ukasema bwana, pengine mimi ni kwa sababu inaarifiwa kwamba wewe ulikuwa na kambi yako ambayo unatamani hao ndio ufanye nao kazi kwa ukaribu. Sasa baada ya Mwaisango kambi nyingine kupita, ulikaa na kikao cha pamoja makovu kuwafuta. Nikisema mimi itakuwa kama anaji proud au unajipamba, yeah. pengine unaweza ukaniomba nikupe mtu kwenye kamati tendaji yangu yeah. ndiye uje ufanye na interview labda ndo aje aseme nimekaa naye zaidi ya, ya vikao kumi. Sasa ni kiongozi yule, katibu mwenezi ni kiongozi. huwezi kuto tu kama kuna shida unaendelea tu bila kufanya vikao. Tunafanya vikao tena vya amani tena vizuri, ambavyo tunamtanguliza Mungu. Na, na kwa mujibu wake anasema kuenguliwa kwake ni kama mwenyekiti unaikanyaga katiba, labda hilo limekaeje? Aa, inawezekana kwa mtizamo wake. mimi sio mkubwa kuliko chama mm. narudia tena mkutano uliokuchagua ndo uliokutoa. Mimi mwenyekiti nakanyagaji ya katiba mm. mimi siwezi kupiga kula za kata thelathini na tatu, lakini una ushawishi, una ushawishi ukiwa lef, kwa sababu leo Victoria uh, Swebe mwenyekiti CHADEMA mm. Wewe kwa siasa za CHADEMA pia una nguvu kubwa ya una watu wako ambao umepandikiza mizizi kwenye kata huko, pengine ndo akakunga mkono kwa sababu ya nguvu yako kwenye kata. Huwezi kwenda kupandikiza mizizi ile, unatakiwa ukafanye kazi ili waone unawafanyia kile walichokutuma mm. Sisi tumeagizwa tukafanye kazi mm. Tulienda tukasema, tunaomba mtupe kula ili tuwatumikie mm. Sisi wanasiasa tofauti na nyie ambao mnaleta barua ofisini mm. sisi Yo. tunaenda kuomba, wakati mwingine unapiga na magoti kabisa ili wakusikilize mm. kwa hiyo kwa, kwa kuwa mimi niliwaomba nitawatumikia na ninafanya kazi walizonituma pengine ndio wanaweza kushawishika, lakini wezi kwenda kwenye kata na ndio siwezi kufanya hiyo biashara ikatokea ikatokea mkamfukuza mkamfuta moja kwa moja wanachama pasipo kumsamehe, mnaenda kwenye chaguzi e, ya, yatakaokuja mwenyekiti pengine ta, uh, taifa pale Mbeya, alafu Chadema mkaingia kwenye uchaguzi bila Mwaisango. Victoria Swebe, mwenyekiti unaona, mnaenda kutusua au ndo mpasuko na kuwa mkubwa zaidi ndani ya Chadema Kyela? Nimesema hakuna mtu mkubwa kuliko chama, kwa kama kama wanachama waliokuweka mm. wamekutoa wenyewe. Victoria Swebe hapo siusiki, ila ndo mwenyekiti wa kikao naweza nikafungua kikao kama mimi ndo nikaja tu tuapa nikasema namtoa katikoga mm, nakuwa nahusika moja kwa moja, lakini wale waliotuweka ndo waliojadili kukutoa. M katina, katina. Mmezungumzia swala <laughs> la utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu ambao wameenguliwa kwenye nyadhifa zao lakini ikiwemo Mwaisango ambaye amefutwa wanachama e, maneno yamekuwa ni mengi sana. Wengine walikuwa nasema uh, walikuwa na kihujumu chama. Leo tunatamani tupate taarifa kamili. Tafsiri ya utovu wa nidhamu ni ipi hasa kwa hao wa ambao wameenguliwa e, kwenye nyadhifa zao pamoja na ambaye amefutwa wanachama kabisa. Ni kama wewe uko ofisini hapa, meneja wako anakuambia leo unatakiwa uende Kyela, unasema siendi unatakiwa uende boda, sifanyi. Ukaidi ndio hayo hayo, kwa sababu ni nidhamu. Ndio e, unaambiwa leo unatakiwa uende Mbeya unasema siendi, nenda wewe. Mm, sasa sijajua kama wewe ndo bosi sasa au yeye yule lokuagiza ndo alikuwa anatakiwa kutume. Siasa ngumu sana za eh, tokea kipindi Dr. Harrison Mwakembe ni mbunge, Mwaisango amepambana nazo sana kwa ukubwa, na nafikiri wewe ni shuhuda eh, akisimama jukwani E, tunasema Alfa na Omega, kanajiita Alfa na Omega kwa siasa kali kabisa. Mimi bado nipo kwenye chaguzi, e, licha wewe ni ndo mwenyekiti na ndo bosi pale, lazima msemaji mkuu pengine usikilizwe. Yaani, huna uoni dalili zozote zile za huenda Mwaisango kaenda chauma au kaenda chama kingine kukusumbua Chadema Kyela, utakuwa wakati umefika, lakini Chadema haitasumbuliwa ndiyo. Chadema itaendelea kusimama na iko imara kweli kweli. Uzuri wake mmeona, nye mwenye dalili. Mm. Tumepata mwenyekiti ambaye ni machachari kweli kweli na anataka CHADEMA ikimbie. Mm, sio kama vile alikuwa anatembea taratibu. Mm. Kwa hiyo uende Chauma, uende Isiti, utakuwa wakati wako ulifika. Mm. Na kama wakati umefika muda unaongea hu mm. Kama unaenda nenda tu ndio, e, nenda.